Shakula bii yake moja pointi 8 yuko na kitu sasa, ana rudi zake TZ. Kama u mpya kwenye hii channel, basi usisahau kusubscribe. Huyu bwana ni Diamond Platnumz, apa katoka zake Zambia kufanya show kwenye harusi kwa muda mchache sana, na vyombo vya habari vya Zambia vimesema Diamond Platnumz kalipa dola laki saba, sawa sawa na 1.8 ama nine huko na visentisenti vichenjichenji vinabaki. Huo mkwanja ni mrefu bala. Hii inaonyesha kwamba Diamond Platnumz ni mkubwa wa kiasi gani, kwa sababu haja perform hata siku nzima, ka perform kwa masaa nayo masaa, eh, na masaa nyingi, sijui kamataa yalifika, lakini kapokea hela ndefu sana. Huo unachukuliaje? Ah, Diamond sio wa kitoto, yaani kwa hili nampa heshima kubwa sana. Na Diamond aheshimiwe. Diamond asifananishwe na msanii yoyote, kuanzia leo Diamond yuko juu, Tanzanian Diamond yuko on top. Well, guys, nisiongee sana, angalie ni hii video, wakati wanarudi na timu yake wako zao kwenye jet, wanapiga stori, wanakula nini, watazameni ambao wakati wanarudi huku wanaenjoy enjoy

Huyo ndio Diamond bwana, hapo anapiga zake dessert hapo for salad imechanganywa na ice cream nini safi kabisa. Yuko zake kwenye jet hapo. Hebu msikilizeni kwanza kidogo. Mvua ilikuwa sijaelewa hapa. Kwa hiyo kamwambia Noel kwamba eh, rainbow mstari wake kauona ule wa upinde. Jamani, eh, hatari. Haya, tuendeleni.

Huyo ndio Diamond Platnumz yuko na timu yake kama mlivyoona po ana rodi zake TZ. E, kashavuta mkwanja wake wa maana kabisa. Sasa ana rodi zake nyumbani, jamani, bilioni moja sio ndogo. Ehe. Yani zile milioni mia mia ziwe kumi. Imagine, milioni mia ziwe kumi ndo inafika B, alafu hapo kuna pointi huko maana sio b kamili, ni b pointi dola laki saba. Maana kama naiona jamani, kuna watu wanapesa hapa duniani, kuna watu wanahela. Usiseme mimi sina hela eh, usiseme watu wana hela, sema mimi sina hela. Jamani, kuna watu wamebarikiwa, wamejaaliwa na mapesa eh, we mwenzangu nami, unaweza kumwalika mtu na kumlipa bei gani kwenye shughuli yako? unaweza kumpa bei gani mm? Watu wa Zambia, tajiri wa Zambia katoa B, na sio tuambao ikamwalika kuna wastaa wa wengine ambao wako huko huko Zambia, amewaalika mastaa wakubwa wakubwa tu, yaani kama Diamond vile alivyokuwa mkubwa hapa, basi pia huko pia kawaalika wakubwa wa huko, amewaalika. Imagine kaspend how much kwenye hiyo wedding, yaani very luxury wedding. And guys, weke ni comment yenu hapo chini. Mnaonaje Diamond Platnumz kulipwa hii pesa yote? E, maana sio wambea wa Tz ndio wamesema wameseman, Zambia wenye vyombo vya habari ndio imetoa hii taarifa kwamba Diamond amelipwa kiasi hiko cha fedha. Weka chini komenti yako hapo, unazungumzia ya Diamond kulipwa pesa yote hii. Pia usisahau kusubscribe, ku like kwenye hii video, weka on notification yako ili usipitwe na mambo mazuri na matamu zaidi.